Nchi asubuhi ya leo kurasa wa mbele limeandika wafanyakazi kicheko. <laughs> <laughs> Hey, my lord. My lord. I wonder. Sasa wafanyakazi kicheko, taarifa ndogo, mishahara ya panda, kima cha chini sasa kuvuta shilingi laki tano kwa mwezi, makundi mengine yakihaidiwa nyongeza nono, tukta yasema hawana deni Rais Samia, Dkt. Mwinyi atia neno Zanzibari, ujumbe wa wananchi kushiriki uchaguzi kila kona. Ukurasa wa pili wa gazeti hili asubuhi ya ya leo. Sasa hapa kuna nukuu ya mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa awamu ya sita, anasema kwa kuwa mcheza kwao hutunzwa, mimi na wenzangu baada ya kuangalia uchumi ulivyopanda na katika kuzidi kuleta ustawi kwa wafanyakazi serikali itaongeza kima cha chini cha mshahara kwa watumishi wa umma kwa asilimia 35.1. Sasa kwa kuwa mcheza kwao hutunzwa, ndio mimi na wenzangu, na baada ya kuangalia uchumi ulivyopanda, na umepanda kwa sababu ya nguvu zenu wafanyakazi, ninayo furaha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 Baada ya taarifa hii kutokea ndio, baada ya taarifa kutokea, unajua nini, e, umbrella nini miavuli eh, ilianza kupanda. Alisema aliona miavuli kwanza kwanza. Wafanyakazi jana ukiwatazama, eh. Eh, zile hotuba kila kiongozi fika pale azungumze A aanze kutaja sijui nimemwona siyo nani waziri wa nini. Walikuwa wamekaa tu miamvuli, unaona pale namna ambavyo najua jua la <laughs> Singida eh, e, e, linawaka kweli kweli. Sasa jana, walichokuwa nasubiria ni kimoja tu mm. sawa eh, mm. Sisi tukusa walisema, mama tuna deni na wewe. Eh walisema, wanasubiri mama e, aseme, kwamba sisi tunachokusubiri ni wewe useme tu bwana eh. <laughs> Nini ambacho kinaongezeka kutoka pale? utakuta hata Mheshimiwa Rais wakati anasema kwamba uh, sasa naongeza nyongeza kidogo zile umbrella zikaanza umbrella zikaanza panda eh, juu. Kwa hiyo unajua walichokuwa nakisubiria ni neno moja tu la faraja kutoka kwa Mheshimiwa Rais siku jana, kimeongezeka kimeongezeka ama, ama tuendelee kukaza mkan, mkanda sasa au tusubiri <laughs> eh. Wafanya kazi ehe eh, baada hiyo taarifa ikawa ni mwendo wa hivi ndugu zetu wafanyakazi, mm. Sekta ya umma, hali ilikuwa hivyo sasa. mm. Ndugu zetu wa sekta binafsi, ndio wao ilikuwa ni mwendo wa hii mm. <laughs> Mungu wa mikono yangu na sala yangu, ewe Bwana nisaidie, Mungu nihurumie, navumilia jumi miviiaumivumiu ko siku ya takwisha, nalia kwa uchungu, machozi yananitiririka. Mateso ya dunia hii naona yamekithiri, kuyuba ku shetani hakika nanisonga sana, ninakuomba ee Bwana

<laughs> S lakini sekta binafsi sekta ya umma mshahara ndo umepanda hivyo, lakini sekta binafsi, rais ameagiza bodi ya wadhamini ambayo iliundwa chini ya ndugu yetu Simba Chawene. <laughs> ameomba kwamba wakae wakae na sekta binafsi waangalie ndio, namna gani bora watawaboreshia pia mshahara wao kima cha chini bora waangalie, Mheshimiwa Rais, unajua ni, ni jambo ambalo bado yani mpaka waje waketi waangalie namna gani bora ya hawa wafanyakazi ama sekta binafsi hey, wafanyakazi wao waweze kuongezewa hey, mshahara. Mshahara. Sisi Mheshimiwa Rais, sisi ni miongoni mwa wale Mheshimiwa Rais ambao tunahakikisha uchumi kwenye taifa hili unakuwa mama Gazeti la Mwananchi, taarifa hmm, nyingine ukurasa wa mbele, uh, miongoni mwa taarifa ambazo zimeandikwa: hofu ya tanda Padri Kitima kushambuliwa hofu ya tanda hmm, Padri Kitima kushambuliwa. Kushambuliwa. Jana kumetokea mkanganyiko wa taarifa kwa ajili ya nini tena, mwingine huku Jumanne Murilo anasema Kitima alikuwa anakunywa kidogo, anapata kinywaji, kinywaji, kwamba alikuwa anapata kinywaji. Sasa naomba ninukuu hapa kile ambacho kimeandikwa kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi kuhusiana na hofu ya tanda Padri Kitima kushambuliwa. Uh, Askofu Wolfgang Pisa huu mm, ni rais wa baraza la kwa kupigwa na kitu kizito kichwani na amejeruhiwa, ila taarifa ya polisi kuwa alikuwa anapata kinywaji kwa saa zote hizo ni kwamba alikuwa anakunywa pombe na pengine kapigwa na walevi, hii siyo kweli. Hiyo kauli ya nani? Wolfgang Pisa ambaye ni rais wa TEC, wa baraza la maaskofu of... wa kanisa Katoliki Tanzania. Tanzania. Dorisi, naomba acha. Na Afo, bado sijamaliza. Anasema hivi wakati unasema hivi, nataka Dorisi pia, mm. anitafutie Benson Bagonza mm. uh. Sawa kutoka Karagwe kule KKKT, eh, kazungumza nini? Anasema unapigwa ukweli wewe, wewe. Wewe ndelea na, na, na, na, na Jumanne. Jumanne Murilo anasema <laughs> Kanda ukweiewendelea umanmrlanasemaanda <laughs> maalum ya Dar es Salaam Jumanne Murilo kutoka kanda maalum ya Dar es Salaam anasema walikuwa na kikao na viongozi wa dini, na baada ya kikao kuisha, alikwenda kantini na kuendelea kupata kinywaji hadi saa nne alishambuliwa akiwa pembeni ya kantini. Tunamshikilia mmoja, uchunguzi unaendelea navyofahamu mm. Yani a, a, pengine sasa utusaidie hivi yeah. Viongozi uh, hao wanaruhusiwa kupata kinywaji, yani kinywaji labda pengine hawajapokuwa hawajaweka wazi kinywaji gani, pengine ni gahawa yeah. Lakini tukisema kinywaji, vile vinywaji vyenyewe vile ambavyo kanisa kanisa Katoliki wao, ni, ni, ni unakunywa una kini, usinywa kwa kupitiliza, huo ndo taratibu. Lakini hakuna maandiko ambayo ameandikwa hivo, hata kama lakini anakunywa lakini oh, usinywa kwa kupitiliza. kwa hiyo mm, si dhambi mm -hmm, kwa kanisa Katoliki kunywa mm -hmm, nanaelewa hiyo eh. mm -hmm. kwa hata kama alikuwa anakunywa lakini, ukitizama uh, unapozungumzia uh, unapozungumzia makao makuu ya baraza la maskofu, watu wanasema ile ni kama Vatican ndogo, yani si rahisi kupenya ukaingia mlendani sasa ilikuwaje? Naelewa, yani ni sehemu ambayo sio rahisi hivyo kuingia, lakini inavyofahamie <coughs> ili jeshi la polisi watoe taarifa, mi si kwamba kuna watu waliojiwa e. Sawa, ndio kuna watu waliojiwa wali, ili sasa jeshi la polisi wakamilishe taarifa yao, yani aliwezi likatokea tukio hapa limetokea umundani, wasimuoji yoyote mfanyakazi umu ndani Alafu jeshi la polisi wakatoka wakazungumza, ni kitu ambacho ni kigumu. mm -hmm. Sasa kuna mambo mawili, huenda kuna watu walipoojiwa na jeshi la polisi wakasema alikuwa anapata kinywaji, ndio maana tayari, uh, jeshi la polisi wakatoka hivyo hivyo. Lakini ni chanzo kipi sahihi cha jeshi la polisi kutoa, kupata taarifa then wao waweze kuandaa taarifa yao, ambayo ndio hii imekuja kutoka na imekuja kutoka baraza la maaskofu kupitia kwa rais uh, wa, wa, wa baraza hilo, amekana hiyo taarifa ya jeshi la polisi mm. Sawa. Uh, tuangalie viongozi wengine wa dini. Sasa, Uh, salamu za pole kutoka kwa Baba Skofu uh, Dr. Benson Bagonza PhD holder, mkuu wa kanisa la KKKT Karagwe. E, kule Karagwe yeye ameandika akasema kumjeruhi uh, Father Kitima si kujeruhi uh, kujeruhi ukweli mm. Ukweli utabaki hata kama uh, Kitima amejeruhiwa si ndio? mm. Eh, hivi sasa kanisa halina papa lakini lipo tuelewane vizuri mm. Kanisa halina papa lakini lipo. Lipo ulipende au ulichukie lipo, ulipige au usilipige lipo, lipo. Father Kitima si bosi wa maaskofu mm. Ni mtendaji mwaminifu wa baraza la maaskofu anayefanya yale anayotumwa na maaskofu. Kumjeruhi ni kujeruhi maaskofu, kumchukia ni kuwachukia maaskofu. Namtakia uponyaji wa haraka sasa mm. Wakati taarifa hiyo ilipotokea mm. uh, makamu mm. wa rais wa baraza la maskofu mm. aitwa Eusebius jina uh, lake uh, aitwa Eusebius Nzigiro yule ambaye juzi, hey, eh, eh, alitoa taarifa rasmi akatoa uh, tamko rasmi mm. mm. eh, kuhusiana, yeah. na baraza la maskofu mm lakini barua ile ilikuwa inaeleza kuhusiana na baraza la maaskofu Katoliki Tanzania, TEK, limesikitika sana Ndiyo. na linalaani tukio hilo baya la uovu la kuvamiwa na kujeruhiwa kwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu Tanzania Padri Charles Kitima, iliotokea tarehe 30 Aprili 2025 mm. majira saa nne usiku katika makazi ya makao makuu ya baraza la maaskofu Kurasini jini Dar es Salaam. Padri Kitima alipata majeruhi makubwa majeraha, kumradhi na amelazwa katika hospitali ya Aga Khan jini Dar es Salaam mm. na akasema, tunawashukuru wote waliomsaidia na kumfikisha Padri Kitima hospitalini mapema na kwa madaktari na wauguzi waliomhudumia mpaka sasa. mm -hmm. Akasema wito sasa, mm -hmm. tunatoa wito kwa jeshi la polisi na vyombo vingine vya usalama kuchukua hatua za haraka na za kubaini na kuwakamata wale wote waliohusika katika kupanga kutekeleza uhalifu huu wa kinyama na kuwafikisha kwenye vyombo vya nini vya sheria. Na akasema, aidha uchunguzi wa tukio hili ufanyike kwa haraka zaidi, na taarifa zilizotolewa kwa ama, zitolewe kwa wazi bila upotoshwaji wowote mm -hmm. ili kurudisha imani na matumaini kwa watu wetu. Of course waraka ni huo na mm -hmm. mambo mengine ambayo yameelezwa, lakini mm -hmm. huu waraka ume sainiwa na askofu uh, Osebius Nzigilwa mm. ambaye ni makamu wa raisi baraza mm. la mako, maskofu uh, Tanzania kupitia kanisa Katoliki. Kukuru yataja viashiria rushwa uchaguzi nchini mm -hmm. kurasa wa sita. Tayari mambo yameshaiva huko wametaja rushwa. Yes. Yeah. Takukuru amesema kuna viashiria vya nini? Vya rushwa. Kwani rushwa ni nini? Rushwa ni kutoa kigezi pesa ambazo unatakiwa kutoa ama mali nini? Taarifa nyingine. Kinyume na utaratibu. Taarifa nyingine ukurasa wa 15, taarifa mwisho. Bwana hebu tulia. Au nayo ni kupe rushwa. Fukuza fukuza Chadema moto John Mrema nje mwita njiani. Nah, na anafuata. Mm. Uh -huh. Mwita gani tena? Sasa tujui ni gani, lakini fukuza fukuza moto Joni Mrema nje, Mwita, tutarejea. Pata mm. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, ukurasa wa mbele, taarifa kubwa ambayo imeandikwa hapa, jambo limetimia jambo. Jambo. Mm. Limeti Taarifa ndogo inasema, Rais Samia atangaza nyongeza mishahara watumishi wa umma, aonya vyama vya wafanyakazi kutumika wenyewe wampongeza washauri kikokoto, mama, kikokoto kimepanda kutoka hmm. asilimia hmm. 33 mpaka 40 sasa <laughs> asilimia 35.1. Hiki ni kima cha chini cha mshahara kimeongezwa kwa asilimia 35.1 kutoka shilingi laki tatu na sabini hadi shilingi laki tano. Mama moni oe, wewe ni ndugu yangu Adamu <laughs> hmm. toka mbali usinisahau katika hili sasa. Nikimnukuu hapa, anasema waajiri, mmekuwa mkifanya mazungumzo ya utatu kwa maelewano makubwa na mmedhihirisha ukomavu na kuimarisha ushirikiano wa waajiri wenu pamoja na serikali. Yale ambayo bado serikali haijayafanyia kazi, serikali haitayapuuza mm. Taarifa hii inapatikana ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe. Awali, awali mshahara ulikuwa laki tatu na elfu sabini mm. yeah. Yani hiyo ni kabla ya makato mengine yote Yani kabla ya makato mengine yote. Unajua wewe ah, yani sio kwamba ile laki tatu sabini ndio neti ah. E, ah kwa maana pamoja na makato laki tatu na sabini, laki tatu na sabini ulikuwa upokea laki tatu na sabini. Sasa e, ukapokea shilingi ngapi mistake ujua? Sasa sasa, sasa <laughs> hivi kuanzia tarehe moja mwezi wa saba e, mshahara ni laki tano. Tano, kima cha chini eh sasa kuna makato mengine hapo, si unajua tena, kama ulisoma uli kwa bodi ya mikopo, ndo ile sasa, asilimia zimepungua kutoka ngapi? Kwa hiyo hapo kwa nani, hizi unaweza kuchukua kama 400 hivi eh. Uh, e, yani tunazungumzia bodi ya mikopo iko pale, kama ulisoma kwa mkopo iko pale, itakata kidogo fedha yake, kama ulikopa sehemu pia, umeshikilia kadi yako kwanza, tuachane kwanza na e, na hivyo vimanga la kwanza e, yani, kama <laughs> wewe <ulikuwa> ume... <laughs> kama bodi ya mikopo e, e, ilikuwa imekupa mkopo, watakuwa wanakata pale mm.

Eh, tunakuja kwenye mambo ya pensheni sasa eh, yeah, eh. Si unajua tena mambo kuna mifuko ya hifadhi ya jamii kuna eh, NSSF sinini eh, tunakuja serikali pia imeongeza. Zamani ilikuwa mtoto um, kama una mtoto anatumia bima yako yeah. Ilikuwa ni miaka kumi na nane, lakini sasa hivi serikali imepeleka mpaka miaka ishirini na moja. Yani ile bima mtoto wako anatumia mpaka akiwa na miaka ishirini na moja eh. Sawa sawa, iko pale wanachukua chao pia eh, wanachukua cha kwao pia. Kwa hiyo sasa ukiangalia hapo kuna, kuna makato makato hayo sasa utapata net Dolari ngapi? Mimi sijui.